Nyalumbu hoye! Maendeleo ya sekta ya afya hoye! Ndugu mkuu wetu wa wilaya Kilolo, ndugu mfawidhi wa kituo chetu cha Nyalumbu DMO, pamoja na mwakilishi wa RMO mlioko hapa e, kama ambavyo tunafahamu kwamba serikali inaendelea kujizatiti kuimarisha na kustawisha huduma za afya kote nchini kutokea kwenye ngazi za msingi, kwa maana ya zahanati, vituo vya afya, hospitali za halmashauri hospitali za mikoa na rufaa, lengo ikiwa ni kuhakikisha kwamba wananchi wa Tanzania tunaendelea kupata huduma bora na zinazopatikana katika maeneo yetu. Kwa hapa Nyalumbu, kama mnavyofahamu, serikali imeleta fedha ili kuhakikisha kwamba kituo hiki kinajengewa uwezo wa kuwahudumia watu kwa wingi zaidi, kikiwa ni kituo ambacho kinategemewa na barabara bara kuu ya, ya Ilula barabara ambayo ina wafanyabiashara wengi, lakini barabara ambayo inategemewa na watu wengi. Kwa uwepo wa kituo hiki, ni msaada mkubwa sana kwa changamoto za barabarani, pamoja na uhitaji wa wananchi wanaokaa kwenye maeneo ya jirani, pamoja na uwekezaji ambao umefanywa na serikali. Yafuatayo ni mambo ambayo ningetamani kuzungumza. Kwanza kabisa, tumpongeze sana DMO pamoja na watumishi wote watu wa afya, wilaya ya Kilolo kwa kazi kubwa na nzuri, na kwa hili tuwapigie makofi mengi sana. Miongoni mwa maeneo ambayo hatuna changamoto ya malalamiko katika sekta ya afya ni pamoja na wilaya yetu ya Kilolo. Hii ni ishara ya kwamba wahudumu wetu wa afya Eh, madaktari wetu na wauguzi wetu wamekuwa wakifanya kazi kubwa sana ya kuwahudumia wananchi katika ngazi zote za huduma za afya. Lakini pili, wamekuwa ni msaada mkubwa wa ushauri wa afya pia kwa wananchi wetu, kwa wale ambao wana changamoto zinazohitaji matibabu. Pamoja na hayo tunaendelea kuunga mkono jitihada za serikali kwa kuhakikisha kwamba pale panapokuwa na uhitaji, tumekuwa tukileta madaktari bingwa kuunganisha nguvu ya wataalamu waliopo na wataalamu wabobezi kutoka maeneo mengine ili huduma hiyo iendelee kuwa bora zaidi. Jambo pekee ambalo ningependa kutumia fursa hii kulisisitiza, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, na wahudumu wetu wa afya na watumishi wa sekta ya afya kwa ujumla, pamoja na mageuzi haya makubwa yanayofanywa na serikali ya kuongeza miundombinu, kuimarisha miundombinu, kuleta vifaa tiba na wataalamu, nawaomba sana tuimarishe huduma bora kwa watu, tuwahudumie wananchi wetu, wapate huduma nzuri, wasikilizwe vizuri, watibiwe vizuri, na kila mmoja anapoondoka katika kituo cha afya au zahanati ya serikali, aone kweli serikali imewekeza na huduma bora inaonekana. Faida ya uwekezaji huu ni lazima iriflekti ubora wa huduma inayotolewa kwenye eneo letu la la hospitali e. kama tumewekeza vifaa vya kutosha, tumeleta madaktari wa kutosha, tumejenga majengo mazuri, lazima hivi vyote vitengeneze msingi wa huduma bora kwa mwananchi, ili mwananchi anapokuja, pamoja na jitihada ya daktari, nesi na muuguzi anayoifanya, lakini mazingira pia yachochee ufanisi wa huduma anayokwenda kuipata kwenye kituo kile. Kwa hiyo ni waombe watumishi wetu wa sekta ya afya, tuendelee kuwa na moyo wa huruma na moyo wa huduma kwa watu wetu, tuendelee kuwahudumia kwa moyo mkubwa, ili mwisho wa siku tuendelee kufanikiwa kuwa ni chanzo cha huduma bora, lakini pia matibabu ya uhakika kwa wananchi. Mwisho kabisa, ni vyema na inapendeza. Baadhi ya huduma ambazo mnazitoa kwenye maeneo yenu, si vibaya gharama zikajulikana zikabandikwa kwenye maeneo ya hospitali. Hii itawasaidia sana wananchi wanapokuja kwenye kituo chenu cha afya kujua kabisa nikihitaji kituo kipimo kwa ajili ya damu gharama ni kiasi hiki. Nikihitaji kipimo kwa ajili ya hiki gharama ni kiasi hiki. Na hii pia inaondoa sintofahamu na kutengeneza urafiki baina ya wananchi na watoa huduma. Kwa hiyo niwaombe sana waganga wafawidhi wa mkoa wetu wa Iringa, hasa hivi vituo vyetu vya afya na zahanati, si vibaya kwa baadhi ya huduma kaziweka zile zile gharama ili mwananchi anapokuja anajua kabisa huduma hii naipata kwa gharama hii, na, na inakuwa ni rahisi kuondoa sintofahamu ambazo zinakuwa zinatokea kwenye maeneo mbalimbali. Mwisho kabisa, niendelee kuwashukuru, kuwapongeza, kuwatia moyo na kuwahakikishia ushirikiano wa serikali katika kuhakikisha huduma bora za afya zinaendelea kutolewa kwa wananchi wote katika maeneo yote. Asanteni sana na Mungu awabariki sana.